Yes, what's up everybody. What's up Zanzibar? Ladies and gentlemen, boys and girls. Hii ni Zantime na leo tupo na mgeni wetu ambaye ni mtaalamu ama mchambuzi wa maswala ya michezo. Leo hii tutazungumzia ama mada kuu ambayo tunayo hapa mezani ni kuhusiana na mchuano ama game ambayo ni ngumu zaidi kati ya Atletico Madrid na Real Madrid, hii si ya kukosa, ambapo na sisi kwa kuiona ukubwa wake game hii tukaona tumwalike mchambuzi wetu mahiri hapa ili akupe nondo, kwamba kwa nini hii gemu, ambayo na nani ambaye anaweza akapewa nafasi ya kushinda gemu hii? Karibu sana ndugu, ujitambulishe, wewe ni nani, unatoka wapi na unajishughulisha na nini, una karibu sana. Asante kwa jina ah, naitwa Malik Manamba ah, ni mchambuzi na pia ni shabiki wa mpira mm -hmm. mimi najishughulisha sana na michezo aa michezo. Uh, mimi natoka hapa pakia Zanzibar yeah. Asante, asante sana ndugu Maliki, ukubwa wa gemu ya leo ambapo majira ya saa kumi na moja gemu hii itaanza, kwako wewe unazungumzia vipi hii gemu yeah? Uh, kwanza hii ni dabi kabisa, dabi uh, kubwa, ni sikukuu uh, pia ni tukisema hii hi, hi sio kukosa kwa hivyo. Misa, mwana nage. Hivi yamle yamle kukosa. Huu ni mchezo yeah, mgumu sana. Ndiyo. Katika miongoni mwa dabi pale, pale, pale Hispania. Ndiyo. Hii ni dabi uh, ya pili. Ndiyo. Baada ya Barcelona na Real Madrid. Ah. Hapo uh, hapo. Uh, ndugu mchambuzi, kwa hivyo nataka uniambie hii bwana dabi. Ni ya pili kwa ukubwa. Hii ni dabi ya pili kubwa kwa pale Hispania, kwa Hispania, sababu hizi timu nakukanisha timu nakukala ukanda mmoja, mtaa mmoja, hawa ni majirani lakini maadui, yes. <laughs> <laughs> e, bwana ndugu mtazamaji, kabla tujaendelea, mko na mtaalamu hapa huyu bwana Maliki ambaye yeye ndio mchambuzi wetu wa leo, lakini nakusihi tu subscribe, share, like na comment channel yetu ya Zantime usisahau na pia usiondoke hapo hapo upate nondo za kutosha na madini kutoka kwa Bwana Maliki. Bwana Maliki, tuendelee, umesema hii ni game ambayo dabi na dabi, okay. Ya pili tukiachilia Real Madrid na Barcelona mm. Manake hii ni ya pili ambapo kwa leo tunaweza kusema dunia inaweza kasimama kwa dakika tisini, hasa kabisa. Hii ni ya kukata na shoka, ah, hatari sana ha. Unazungumzia vipi sasa mfumo ambao atautumia ama makocha wote wawili ukimwona bwana Diego Simeone na mwenziwe Xabi Alonso, wanaweza kutumia vipi mifumo yao kujihakikishia kila mmoja anaweza kupata nafasi ya ushindi. Ah, kwanza kwanza na Diego Simeone. Diego Simeone hii leo ataanza na 442, kwa hiyo mfumo mama ya kandanda ndio huu unaenda kukaba zaidi, kama unavyojua Atletico Madrid ni ni moja ya timu ngumu sana hasa kwa kwake na leo ulinzi wake si si si rahisi kuupita, ndio aliimarisha sana kwenye kwenye safu yake ya ulinzi. Ndio unaona pale mbele kaanzisha watu wawili, ndio kati ya kwa nne nyuma nao kwa kwa nne maana ni 442. Yes, sawa. Sasa inaenda ita, itaenda itaenda itaenda kujilinda pia, ndio kuna kuna mashambulizi ya kushtukiza. Ndio, na mfumo upi kwa Real Madrid, na yeye kajiandaa vipi hasa? Real Madrid amekuja na mfumo wa nne tatu, tatu, mbili, mbili, tatu. mfumo wake apendwa yaani, anakaba lakini anakuja nankaba nakuja ndio nakuja kwako nafika, so yaani, tunasema tunaweka hafuhafu haf hafu, kukaba hafu, so, na kwa hesabu za mifumo uhisi kama Real Madrid anaweza pata nafasi kubwa kushinda kwa sababu mbele ametanguliza washambuliaji watatu ukilinganisha na Atletico Madrid, yeye amepeleka washambuliaji wawili. Ama kwa wewe kwa wewe, unalizungumziaje hili bana? Hii hii ni dabi ndio, na tuki, ikumbuke kuwa, mwish, nane, uh, kwa msimu wa 24 25 ndio a walikutana mara nne, ha ndio mara mbili ilikuwa kwenye ligi ndio mara mbili katika UEFA katika toa 16 bora, ndio mara mbili zote kwenye ligi walitoka sare bila kufu bila bila sala ya moja moja moja, ndio round ya kwanza, round ya pili katika UEFA. Ali round ya kwanza at, ataiatija alikubali kipigo cha mbili moja, ndio round yeah, lakini ya pili Real naye akapokea kipigo cha bao moja, ndio wakafika kwenye hatua ya ankajapenati, lakini ndo haikuwa bahati yao mbele kusonga, ndio nafasi hu kwanza, hii gemu ya leo mimi naiona ni ngumu sana hata hada kuitabiri kwa sababu Atletico Madrid ni ngumu sana akiwa kwake mm. Kwangu mimi binafsi naiona nai, nai hii gemu ya leo kama, kama mtoto ambaye imo ndani ya tumbo la bimkubwa maanake, kama unaweza kuwa mtaalamu lakini ukashindwa kutambua kama huyu ni mwanamme ama wa kike. <laughs> Nikazie hapa hapa mm kwa mtazamo wako kama mtaalamu na mchambuzi wa masuala uh, ah. yeah, ya michezo mm. una wachezaji gani unawapa nafasi ambapo ikiwezekana, labda timu zote zime tayari zishatoa kwamba nani nani wa kuanza, lakini kwa kweli unaweza kaniambia zaidi kwamba, je, alistahiki mchezaji huyo aanze? Kama tumeona kuna kile ambapo kuna Vinicius Junior kwamba, je hao, na pia kule tunao kama kina Antonio Griezmann mm. Mona. na wengine kwamba kwa, kwa uoni wako unahisi maamuzi ya makocha yako sahihi kwa kwa nafasi za kuanza katika hizi dakika za mwanzo, ama kwa kwa wewe unanizungumziaje hili uh, tukisema vikosi yeah, ye, yeah, kwa ni mpango kazi wa kocha anachokuwa yeye, ni nani atakusaidia kwa timu, kama approach ya timu approach ya mechi unaenda mbele ndiyo. Yeah. kwa mfano tukiangalia katika kwenye kikosi cha Atletico Madrid hakuanza na Anivales kama tunavyo, yeah. tunavyoona lakini kamaweka Molata na Griezmann uh, hii kuwa inamaanisha ina, ina, uh, ina ina mpango kazi wake kwanza ufanikiwe, halafu ndo ataingiza watu wengine kuapa kutoa msaada katika nafasi kama hizo, lakini ukiangalia kama kwenye Real Madrid huko tunamona Benzema amerudi katika kikosi ampata na nafasi leo Edo Kamavinga naye kapata nafasi, ndio ajagula. Yani tunasema hii hii, ni hii, mechi si ya kukosa mechi. <laughs> ngumu ndani yake ndio, lakini ni mechi muhimu sana tukiangalia katika msimu huu ishirini na tano ishirini na sita anaweza kwa kasi kubwa eh, ameshinda mchezo yake yote, si lakini mpate siko

lakini nakusihi tu subscribe, share, like na comment. Na pia unaweza kutuambia bwana, tufanye uchambuzi gani mwingine ambao mzuri ambao pia unaweza ukajifunza vitu vingi kuhusiana na maswala ya mpira hmm. Bwana, ndugu mtazamaji, bado tupo na katika huu mjadala wetu ama uchambuzi kuhusiana na gemu ya leo ya Atletico Madrid na Real Madrid. Game hii kama anavyosema mchambuzi ni game ambayo si ya kukosa, game kubwa, game ya kibabe, game ambayo imejaa shangwe lakini pia game imesimamisha dunia kabisa, kwa sababu kila mtu anataka aone namna mm -hmm. gani timu zilijiandaa, na leo tutapata matokeo gani. Game hii si ya kuitabiri kwa kweli, kwa sababu binafsi na mfahamu vizuri Atletico Madrid na uongozi wake akiwa nyumbani kwao. Okay. Maana yake jambo lolote anaweza kalifanya na anaweza kashangaza Uh, wanasoka pia ndugu, uh, mchambuzi tuendelee hapa na, kwa maoni yako wewe, nani hasa na unampa asilimia zako, sema nini kwamba bwana Atletico Madrid anastahiki leo kushinda hii game ama Real Madrid mm. kwa uone wako wewe unazungumzia vipi gemu ya leo kwamba nani unaweza unaweza ukampa nafasi kubwa angalau, sema nini tisini, kwamba bwana huyu anaweza kaondoka na ndoo leo, nani ambaye unahisi kwamba bimu hii kwa uchambuzi wako anaweza akatoka kwa mshini <laughs> <laughs> <So, laughs> naona mkosi performance ya mwaka huu akiu tumeanza ndio kwamba la a sirina sabini na tano ishirini na tano zitaweza kuwa ikaja kuwa sare ndio kitu kama hicho, kwa sababu naona performance yao ni mpya na, na mvuto zaidi, hasa kwenye eneo lao akushambulia, anazidisha ana anazidisha ule uwezo, na wazidi kuonyesha. Kwa mimi ni bora, anataka ufalme saba nampa Madrid. Hii ni damba, na ushauri wako hasa kwa Unajua, wenzetu huko katika vibanda au meza mm, pia na wao wako makini kufuatilia hii game. Yeah. Lakini wewe huko unaambia vipi? maana kichochote, kama tutosema hapo awali, kinaweza kutokea, mmoja akashinda mmoja akafunga na ndo game ilipo. Kwa hiyo wako kwa mashabiki wa Real Madrid, na Atletico Madrid, unazungumzia vipi? Pesa haiko sana kwa, kwa mashabiki wa Madrid. Pesa ni mashabiki wa Atletico Madrid. Kutokana na na performance ambazo walionyesha katika mechi zilizopita katika msimu huu wa ishirini na tano, ishirini na sita, ndio kwa hiyo the performance iliyopita kama ya Madrid imetoka kushinda, kwa hiyo ina inampa confidence kwa mbele na kushinda mechi, ndio japo nao hawa Atletico Madrid walipata ushindi mgumu sana, ndio dogo aliokoa nao alipiga hat-trick, ndio ndio hiyo leo ipo ipo kuanzia leo mpango um, wa kocha kuficha si <laughs> lakini pia unazungumziaje, hawasafu ambao wachezaji wasaidizi katika hizi dakika tisini ambao hawajapata nafasi ya kwanza katika kipindi ama kwa dakika kipindi cha kwanza, tuseme, ushauri wako wewe, unaonaje kwamba na hao unavyowapima kwamba endapo wakiingia wanaweza wakaleta mchango wote ama ama kwa kweli unazungumzia vipi? Uh, mi la kusema la hapo kwa sababu nasema anatoka <muchan> mtu anaingia mtuhizi si, ni silaha, kata mti panda mti <laughs> <laughs> <laughs> inatoka kuni inaingia kunihata. Ah, ndio maana <hazali> anakuta wachezaji wengine akakama silaha mbadala kule kwenye mechi hii mwanake si gemu ya kukosa gemu ngumu sana gemu ambayo inahitaji ufundi akili sana ili kuwinini kwa maana nakuta kuna zile tunaita mbili za kiakili ndio tunaanzisha tuna, tuna mchezaji huyu wakizani tume tungeanzisha mchezaji huyu aha no za kucheza makocha yani, hii game haichezi tu ndani bali nje ya uwanja inabadilika wa <laughs> makocha kwa mashabiki sana sana, ma yalonga, hada, kwa makocha ndio. Kama Xabi Alonso anataka kuhakikisha kwa yeye ni, ni kocha bora na kijana ndio kuliko Simeone, lakini ni kocha mzoefu a muda mrefu na anajua amecheza sana dab, anajua dabi za na, yeah, nakwake lakini laki, huyu Alonso anaziona lakini aliwahi kuzicheza hizi lakini akuai kufundisha kwa kwenye dabi kwa kama mwadimi kwa faida ya mpizamaji hivi, Alonso ni dabi yake yangapi toka amekuja Alonso?

Ao, unauzoefu lakini naopeshauto mpya lakini huone kwamba kuwa yeye Xabi Alonso ni mpya mm, na dabi yake ya kwanza anashuhudia leo kwamba maumivu ya dabi mm, maana dabi ina raha mm, na ina maumivu. Lakini kwa kuwa uhisi kwamba kuna asilimia nyingi, kwa mfano mwanzo umesema kwamba unaipa nafasi Real Madrid yeah, lakini inavyoonekana kwa kuwa Xabi Alonso yeye ni dabi yake ya kwanza huisi kama kuna uwezekano mkubwa wa Real Madrid leo kupoteza mm. game ku hii kwa sababu mwenzetu Diego Simeone ashakuwa mbobezi, anajua kwamba hapa nifanye hivi nifanye hivi, kwa sababu amekutana na kaka za Barcelona na Real mm. Madrid wenyewe. Hata mm. ukitazama kama Sevilla, si wepesi, lakini yeye Xabi Alonso leo ndo dabi yake ya kwanza. Huisi kama inawezekana ikampa nafasi katika wakati mgumu zaidi ah uh, itampa wakati mgumu lakini, kama nilosema mwanzo, nimeipa na Real Madrid ndiyo nafasi hiyo kutokana na performance yake na mwenyeza yake kimbia ndio akabibu toka msimu wa kwanza ndio nimeipa asilimia hizo za za ushindi kabisa. <laughs> <laughs> lakini kwenye swala la, la uzoefu nalo ni swala pana, ndio kutokana na unavyoona Diego Simeone ni mzoefu sana kwenye Zidane ehe kuliko kocha kocha Madrid mm. Alosu. Kuna mtazamaji labda atataka kujua kwamba labda Real Madrid na Atletico Madrid labda mechi zao tatu kutoka nyuma umeona mm. Labda wali nani alipata matokeo mazuri na nani alipata matokeo mabaya. Kuna labda Atletico Madrid abaalishinda zote ama mm. Real Madrid alishinda zote ama ipoje? Kwa msimu uliopita kama nilivyosema, na wali katika raundi ya kwanza walitoka bila, bila ya mbango o ndio na nili atiyo Madrid alikuja kuchoma wale tisini kabisa na Lipuwa. Kwa kweli heka heka, eh, eh, game ilikuwa ya moto sana, nguo mkononi kabisa wakati <laughs> <laughs> wao alikuwa kala ishirini <tipanele> pale den ndio kichwa eh, kilikuwa kinapata moto sana. Ah, lakini kwenye kwenye raundi ya pili nao walitoka moja moja na hakuna mbado, ndio baada ya kifungia Madrid huko alipale, sasa akifungia atetiko kutoka moja, moja. Hapa hapa mm. Ni gombe leo msomali somali. Wachambuzi wengi wamesema wanatabiri kwamba Real Madrid na Atletico game zao za hizo zilizopita, kama osema mm. hazikuwa zina idadi kubwa ya magoli mm. kwamba zilikuwa zinaenda moja bila mm. ama moja kwa moja mbili moja. Je, mm. yeah, kwa game ya leo wewe binafsi kama mchambuzi mahiri mm. unazungumziaje kwamba tutarajie magoli zaidi ya matatu, manne, matano ama ushindi mwembamba kabisa wa sifuri kwa moja ama mbili kwa moja. ah Uh, hivi karibuni performance ya Real Madrid ah uh, inaonyesha ina kwa wanafunga magoli mengi. Kocha Alonso ameweka miundo mbinu ambayo ya kushinda magoli mengi, bali sio kushinda tu magoli mengi, hata kutumia kwa nafasi nafasi ndogo. Ndio, Ndio. tunaangalia katika msimu msimu huu kulikuwa, lakini tukija kwenye swala la hawa

mda wako na kwa uchambuzi ambao ulotukuka uchambuzi mahiri, mm. ulobobea tuumalizie hapa mm. ushauri wako upi hasa kwa mashabiki wa soka ambao wanasubiri game hii kwa hamu, uo unashauri kitu gani? Na inawezekana kama labda mpenzi wa Real Madrid kwa bahati mbaya anaweza kafungwa, lakini pia mpenzi wa Atletico Madrid naye anaweza kafungwa. Kwa hiyo sijui wewe kama mtaalamu unashauri vipi wanasoka kwanza na napenda kuwashauri wakereketwa ndio, wa soka kama wachukue, wasikose kwanza kuangalia mechi, ndio sio, bali kusumbuliwa ndio, eh eh, wakae mechi, lakini pia wakubali tokeo ndio, kwa sababu hili la wanasema mpira <laughs> <laughs> <laughs> <dawe, keno> unadunda ndio, lakini sio lakini sio kwenye tope eh, ayo mali eh maneno <laughs> matokeo yoyote lazima <laughs> kutokea hapa, haijalishi wewe ni giant, haijalishi una na performance kubwa, lakini hii ni mechi ya dabi, ukaweza ukafungwa yes. Japo unaona kama nimempa nafasi kubwa nani? Nani? Madrid, kabisa. Inawezekana hii ni dabi kabisa. Kwa hiyo napenda pia kwa ushauri Mani okay. Yes, yes, yes. kwa mengi ndiyo bwana okay chini watulie waangalie mechi ndio kwa furaha kwanza hii ni ni enjoyment na for kama hii hii ni weekend mwisho wa hii ni weekend bado tukae kaa nyumbani kama unataka kwenda kibandaumiza nenda kibandaumiza kaa utulie relax enjoy soccer ndio hii ni soccer hii asante sana ndugu mchambuzi yes. kwa tupo na mchambuzi wetu mahiri ambaye jina lake ni ni Maliki Hameni. Asante sana bwana Maliki kwa uchambuzi wako uliotukuka. Na ndugu mtazamaji, na wewe pia tunakushukuru kwa muda wako, kwa kupoteza dakika zako nyingi kututizama ama kufuatilia channel yetu za Zantime. Lakini pia shukrani za pekee zende kwa cameraman wetu ambaye yeye alikuwa yupo nyuma ya kamera, si mwingine yeah, bali ni Mundrick, aka unaweza kumuita Freeman, aka unaweza kumuita partner, lakini pia nakusiji ndugu yangu subscribe share like na comment channel yetu ya Zantime kwa sapoti yako. Lakini pia ukumbukwe mchambuzi wetu alikwambia, bwana mpira unadunda, lakini si kwenye topi. Maanake nini? Ni maanake kwamba hii game inaweza kaleta majibu yote, anaweza kashinda Real Madrid, anaweza kashinda Atletico Madrid. Kwa hiyo matokeo yote yatotoka ya kupasa kuyakubali, kwa sababu ndio maisha na ndiyo mpira. Asante sana, kulikuwa na mimi Salum Simba mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Nikutakie kutakie usiku njema. Chao, alamsi, bye bye.